Imepewa dhamana ya kuisimamia kwa kushirikiana na ofisi ya ustawi mkoa, lakini pia kwenye halmashauri zote tisa ni shirika la CDO. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na ofisi za ustawi kwenye halmashauri zote tisa ndo tunatekeleza hii program jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto. Yamtoto uh, mengi amezungumza lakini, nilitaka tu kusisitiza sisi hapa ni walezi na ni wamiliki wa vituo vile vya kulelea watoto mchana experience ambayo tumepata kutoka kwenye field au kwenye vituo vingi ambavyo tumetembelea. Nafikiri bwana Hilt atakuwa uh, shahidi. Tumeweza kutembelea vituo kadhaa hapa manispaa kwa ajili ya kuangalia wanavyoendesha shughuli zao, ikiwa ni moja ya matakwa ya program jumuishi ya taifa ya malezi, kuona kwamba wadau wake ambao ni ya, hivi vituo vya kulea watoto wadogo mchana, je, wanachochea zile afua tano stahiki ambazo mtoto anapaswa kuzipata? Nafikiri wote tunazijua: masuala ya lishe afya, elimu, malezi yenye mwitikio lakini ulinzi na usalama wa mtoto. Tumepita kwenye hivi vituo, sio makosa, tunashauriana kama walezi uh, vumuni ya hivi vituo kama walivyosema afisa ustawi ni kutoa malezi. Sisi tupo kwa ajili ya kutoa malezi, sio kwa ajili ya kufundisha. Lakini experience tulionayo wengi hapa ni kwamba tunafundisha zaidi ya kutoa nini, zaidi ya kutoa nini, si kweli? Sasa sio malengo hasa ya hivi vituo. Tufundishe kwa kiwango, lakini tutoe malezi ambayo ndiyo dhamira kubwa ya kuwepo kwa hivi vituo. Kama kumfundisha mtoto moja mbili tatu mpaka tano, ningemwachia dada wa kazi. Kama kumfundisha mtoto a e i o u, ningeweza hata mwenyewe kumfundisha, lakini sina muda, nikaona sehemu sahihi ya kumleta mwanangu ili aweze kuendelea kulelewa. Ndio maana vikaita vituo vya malezi, vinaendeleza malezi pale ambapo mzazi eh, aliishia. Mzazi, wazazi wengi wako busy na shughuli za kiuchumi. angeweza kumfundisha mtoto namna labda kutofautisha viatu kushoto na kulia, kuweza kumfundisha mtoto labda namna ya kuweza kusalimia au kusema hata asante. Sasa hizi tips ndogondogo tunawaleta watoto kwenye vituo vyetu ili waweze kuja kuvipata, lakini mwisho wa siku tunawafundisha na wazazi wengi sana wanatamani kuona mwanaye Tiki kubwa sana a, hey, oh, one, two, mpaka 20, kaweza mtoto, si kweli jamani? Lakini huyo huyo mtoto akirudi nyumbani, akija hata mgeni, shoga yako amekuja pale, hawezi hata kumsalimia. Mzazi umekuja na zawadi umempa yule mtoto, hawezi kusema hata asante. Huyo, huyo mtoto hawezi kutofautisha hata kujieleza tu mimi naitwa Joseph Machira, kwa sababu moja ya mbinu ambao wa tuwajengea watoto kwa ajili ya ulinzi na usalama wao binafsi ni ile communication na expression skills. si ndivyo? Hatua ya kwanza unapompokele mtoto kituoni tumjengele dhana. Sawa, tumjengele mahiri wa kujiamini na kujieleza, inawezekana ndiye amechorokoka, ameenda sehemu amepotea njia. Sio wote ambao wanachukuliwa na school bus, si ndivyo? Sio wote ambao wanachukuliwa na wadada wa kazi, si ndivyo? Sasa tukiwajengea ile hali ya kujiamini na kujieleza, nimekutana naye huko wengine, inawezekana uniform zinafanana na siku hizi uniform za daycare hazipo kama zile za shule ya msingi, kwamba utaona mtoto ana lebo ya shule, si ndivyo? Unaweza ukamtambua ukampeleka kwenye shule husika. Kumekuwa na cases nyingi, watoto wanafanyiwa ukatili, watu wanapotea, ni kwa sababu hawana specific identity na hawawezi kujieleza. Lakini tungewajengea uh, umahiri huo, tungewasaidia sana hawa watoto uh, issue nyingine mbali na hilo la kufundisha, lakini issue nyingine pia kwenye madarasa yetu tumetembea si kama wadau, kuangalia hatukagui, tunafika, tunatoa ushauri. Kwenye madarasa yetu bado hatukidhi vile viwango. Kwenye madarasa ya kulelea watoto wadogo kunatakiwa kuwe na kona za nini, kuwe na kona za nini? Jamani, wangapi madarasa ayo yana kona ya ujifunzaji? Wangapi? wengi wetu hapa bado tunaweka watoto kwenye madawati marefu zaidi ya vimo vyao, si kweli eh? Wale watoto wapo kule kimalezi, hata kama utawafundisha ni vitu vichache, hajifundishe pre-reading pre-count na vitu vingine vidogo vidogo, lakini kwenye mazingira ambayo ni rafiki na changamshi, yule mtoto anatamani kujifunza, labda kutofautisha vitu. Maana kwenye daycare na elimu ya awali kule hatujumlishi, tunafanya nini? Tunaongeza, si ndivyo? toto mzuri, nina maiki moja nikiongeza nyingine zinakuwa ngapi? Sasa huwezi kumfundisha dhana ya kuongeza na kupunguza, maana kule hatutoi pia dhana ya kuongeza na kupunguza, kama hauna matili, hauna learning kit darasani, hauna zana za kufundishia. Kwenye vituo vyetu tunafundisha zaidi kwa kutumia ubao, ambavyo sio njia sahihi kwa umri wa au watoto.